mtoto huyo aliyemaliza darasa la saba mwaka huu katika skuli ya msingi Muna iliyopo Unguja alifika kisiwani Pemba hivi karibuni kwa matembezi nyumbani kwa bibi yake ya maeneo ya Mtoni, Chake Chake, Pemba, ambapo ndipo alifanya tukio hilo la kujinyonga hadi kufa lililoacha huzuni, simanzi na majonzi makubwa kwa familia na majirani. ikaa ndo tunamwangalia asubuhi katika kuamka leo ndo tukamkenda nkamchukulia mswaki akajiswaki chooni kule, wakati wa kumaliza kumaliza akaja ndani kulala. Sasa katika kulala hivi lakini, ndio mie nashughulika huko naosha vyombo na nini, <laughs> naja, mbona mtoto si naona kimya kimya, nkashituka kumwangalia ndani, kumbe kashajitundika. <laughs> Sina habari muda wote minakosha vyombo, matatizo nioni, wasi wasiwasi aje ajenae, kwa vile hali yake si mzuri, aje apumzike kwa bibi yakebkua ni mchangamfu, kwa hiyo imeumiza kiasi fulani. Na nimepata taarifa asubuni, kakutafuta kiteweyo, kufika njiani pale, hata kuna msiba. Sasa kitu gani? Kamba kuna mtoto kajinyonga kwa bikiembe na nilipopata taarifa kusema kweli nimehuzunika sana. Katika tukio hilo, mkuu wa wilaya ya Chake Chake Mgeni Khatibi Yahya amewataka wazazi kujitahidi kukaa na watoto wao ili kutatua changamoto zinazotokea. Tukae na karibu watoto wetu, tuone mabadiliko yao, kama kuna kitu hakiendi sawa, basi tuweze kukirekebisha, lakini chengine sasa tuendelee kutoa elimu sisi serikali tutoe elimu kwa jamii, lakini na jamii kwa jamii tutoe elimu kwenye swala zima hili la, la malezi. Niseme walimu wa madrasa, walimu wa skuli kwa pamoja, basi tutoe elimu kwa vijana wetu ili kuepusha hivi vifo ambavyo vinajitokeza mara kwa mara. Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, kamanda wa polisi mkoa wa kusini Pemba Abdullah Hussein Musa amekiri kupokea taarifa hiyo majira ya asubuhi, ambapo mwili wa marehemu umefanyiwa uchunguzi na wataalamu wa afya katika hospitali ya wilaya Vitongoji na kukabidhiwa kwa jamaa zake. Mnamo tarehe kumi na tisa mwezi wa kumi na moja mwaka 2025 majira ya saa moja za asubuhi huko maeneo ya Mtoni, sheia ya Madungu, wilaya ya Chake Chake, mkoa wa kusini Pemba, Muntasiri Seifu Muhema Muhene ana umri wa miaka 15 mkazi wa mwera Unguja, alikutwa amefariki dunia baada ya kujinyonga kwa kutumia waya wa pasi ya umeme ambayo alikuwa ameutundika juu ya dari. Hakika mauti ni mlango na kila mmoja atapitia mlango huo, siku na saa inabaki kuwa siri ya Mungu. Kutoka Pemba, Aisha Haji.